Mheshimiwa Mussa Sima. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba niulize swali dogo la nyongeza. Wakati wa kampeni, Mheshimiwa Rais aliwaahidi wananchi wa Jimbo la Singida mjini kwamba atajenga barabara ya kiwango cha lami ya kuunganisha kata zote za pembeni. Sasa je, mchakato huu wa kujenga barabara utaanza lini? Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tumepewa ahadi zote ambazo viongozi wetu, Mheshimiwa Rais, makamu wa Rais, walizitoa sehemu mbalimbali za nchi. Ahadi zote tunazo, tulichowekea tulicho fedha ili tuweze kuanza kutekeleza katika mwaka huu wa kwanza, tunaoanza ni zile barabara ambazo zilishaanza kufanyiwa kazi toka zamani na wakandarasi wako site. Nadhani tutakubaliana Mheshimiwa e, naibu spika, kwamba ni vema tukamaliza kwanza ile kazi iliyoanza siku nyingi za nyuma, ili wakandarasi wasiendelee ku, kupata fedha bila kufanyia kazi, kwa kutopewa fedha za ujenzi, na hivyo wanaendelea kukaa pale bila kufanya kazi na tunalazimika kuwalipa. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza ni kukamilisha barabara ambazo zilianza, nawahakikishieni waheshimiwa wabunge kwamba barabara zote ambazo mheshimiwa rais, makamu wa rais, aliziahidi, na bahati nzuri tumeshazipata tutazifa, tutahakikisha tunazipangia ratiba ya utekelezaji katika kipindi kitakachofuata. Mheshimiwa Kakunda, nakushukuru. Mheshimiwa naibu spika. Barabara ya kutoka Mbeya hadi Mkiwa inaunganisha mikoa mitatu ya Mbeya, Tabora na Singida na iliamuliwa kujengwa miaka kumi iliyopita. Sasa kipande cha kutoka Chunya hadi Itigi kitakamilika lini? Mheshimiwa Naibu Waziri ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Mheshimiwa na naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kakunda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara anayoongelea Mheshimiwa Mbunge imepangwa katika bajeti ya mwaka huu, mwaka utakaoanza Julai, na kwa kweli nawashukuru sana waheshimiwa bunge, wamepitisha bajeti. Ni wajibu wetu kuhakikisha hiyo bajeti tunaisimamia inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Naibu Spika kwa kusema ni lini barabara hii itakamilika, namwomba sana Mheshimiwa Mbunge atupe subira, kwa sababu hivi vitu ni vya kitaalam vinatakiwa vifuatane na mikataba ilivyo, na namhakikishia na, na, na, na, na, na kwamba barabara hii itakamilika. Hilo ndo la msingi, lini hasa. Nadhani tusiende sana kwa, kwa undani sana kiasi hicho, ili baadaye tukaja kushikana uongo hapo. Mheshimiwa Ikupa, Alex Asante Mheshimiwa naibu spika kwa kuniona kwa um, kuwa swala la ujenzi wa barabara linaenda sambamba na uwekwaji wa alama za barabarani na kwa kuwa tayari serikali imeshaanza kuweka alama hizi, alama, alama hizi za, barab za barabarani kwa ajili ya watu wenye ulemavu baadhi ya mikoa mfano Tanga je nini mpango wa serikali kwa mikoa mingine Mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano. Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Ikupa Alex swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, ni dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba alama zote tunaziweka barabarani zinazingatia mahitaji maalum ya walemavu. Naomba kumhakikishia mheshimiwa mbunge na najua ameshakutana waziri wangu ndani, mimi ni kushukuru kwa juhudi unazozifanya za kufuatilia mahitaji ya walemavu, na na hakika kwa namna ambavyo umeanza tutafika mahala kila barabara ambayo ina, ina walemavu wanahitaji, tutaiwekea hayo mahitaji maalum kadiri uwezo wa fedha utakavyokuwa unapatikana.